Bwana, hebu tuchukua huyu msichana tupeleke nyumbani yake atateseka kikaa hapa sana. Mke wangu una huruma sana. Yaani unataka kumchukua umpeleke nyumbani? Wallahi hata kama tunapatia yeye kazi ndogo ndogo, anafanya sio kukaa hapa. Angalia sasa, venye anatesa huyo mbaba, anamsukuma mbaya sana. Mke wangu, umefikiria kweli wamjua yule mwanamke? Hata kama sijui, kwani ni lazima mtu ajue mtu, as long as ni mwanadamu mwenzako, si unasaidia tu. Eh. Ah, sawa. Wacha mimi nitoke nibatane na yeye mbaya sana.

Hakuna kitu kama hiyo, siwezi nunua wewe, mbaya kabisa. Aje nasukuma mwanamke yenyewe hivyo. Ingekuwa ni bibi yako angekubali. Wachana na hizo biashara yako hata, siwezi taka waimad, walai uko sawa. Walai ujomia bali kila kitu kwa bali yake. Au aujomia uko jua, aujomia wala ile mbaba iko mbaya sana. Jamani Mungu, jamani Mungu, na mimi nione jamani. Walai, tulia tu, nyamaza, nyamaza. unajua nini, mimi kwa Somalia, nataka nisaidie wewe Maria. Unisaidie. Nataka uachane na hii maembe na beleka wewe nyumbani kwangu, unakuwa nasaidia mimi kazi na kulipa wewe mshe ya mezi mshahara smart sana. Walai ama mazaa aka au kata, usijale, sisi iko saidia ni maona wewe msichana mzuri yenye iko na bidii mbaya sana. Wacha napeleka beleka wewe nyumbani kwangu unafanyia mimi kazi sawa. Usilia, from today shida hata imekwacha. Chana na hii maembe, mimi napeleka wewe nyumbani kwangu sawa. Asante. Karibu anti. Asante. Mke wangu mhm, mm, uh, wacha ni kuacha na mgeni mimi niko huko juu, utamaliza naye na. Sasa hata usijali bwana yangu ha. Karibu karibu, kae anti. Kusante. Anti wacha kukaa chini, mbona uko na mashida mingi? Kaa hapa kwa hii kiti, kaa hapo kwa hiyo kiti. Kwani ujui viti wewe, ujaiona viti a? karibu sana hapa, jisikie uko nyumbani waria. Kwanzia leo wewe naosha hapa na safisha safisha kila kitu mm. Alafu mshamezi mimi nakulipa bwana yangu, pia ana pesa mingi atakulipa sawa. Uh, wewe sikue na shida, wacha nachukua hii mfuko yako kuja naonyesha wewe bahali ya kulala yeah. Unalala feel free, unaelewa Kizungu? Sijui, takufunza kidogo kidogo, jua mimi hapana jua Kiswahili vizuri pia uh, sawa Nimechoka sana bana yangu leo anti. Yo, uko aje anti, uko aje, umeshindaje? Alhamdulillah, nashukuru mimi sana uh. Arai mi nimechoka, ati sijui nani anafanya usafi leo, niko na mangua hata sijaoshe, waria ati chukule mimi abana apika. Sijui sasa nani atapika, tutaode chukule, naona bana yangu. Dada usijali, nishafanya usafi wote, nishapika ngo, nishafua. Walai. Kwani anti unajua kupika wewe eh? anajua kupika chukule tamati. Eh. Hebu leta hiyo chakula nyama tulete. Ria nilikwambia hii mtu ni mzuri sana. Sasa kama mapika mapua, amefagia kila kitu afanya kazi. Si ni mzuri? Mimi nakwambia, kila kitu mimi, wasikosei kitu. Sisi tunafikiria mbali sisi mauri. Nataka ujue hiyo. Wacha tuone. Yapa. Yeah, Mashallah. Anti wana mapika hii? Eh. Na kumbe anajua kupika vizuri sana mashaallah. Hicho kule kwa smart. Leta maji mkono uonje. Leta, Leta maji rakaraka, bwana yangu akule. Sasa bwana yangu mm, anaona huyu auntie anajua kupika na kusafisha manguo na fagia fagia smart. Mke wangu, you are too easy to trust someone. So sikiza basi. Wewe unasikiza mimi au usikizi? So mimi ndo bibi yako nafaa usikilize. Sasa mbona wewe unataka kila siku wewe unataka kunisikiliza? Mimi nataka aje bwana yangu, si uoe bibi ya pili huyu auntie. Eh? Huh? Oh, bi bibi ya pili yeye, yeah. Yani, bibi ndogo yangu. Mke wangu umefikiria ama waongea tu? Mimi iko na akili bwana, kwani mimi nakaa dokoni? Ewe. Mimi nataka uoe yeye bibi ya pili. Tunaona unaona e, anatupikia. Kwa uko sawa? Kwani naona mimi iko mbombombo. Mimi iko sawa ria. Wewe ndio atamkamana kwamba ni muoe yule. Wallahi kwani nani? Muona njiani tuna shida kidogo amekuja hapa. Yaani wewe umemwamini moja kwa moja paka mimi anijue ameona mimi anijue kupika na sufisha yeye kwa smart na ni respect kwa yeye bibi ya pili. Wewe <sighs> yes, unapenda yes mimi ama upendi? Wewe unapenda mimi ama upendi? Mke wangu I love you so much. Sasa yeye oa yeye. Na nimemaliza tusibishane. Wewe mbona utakangi kusikiliza mimi? kila kitu wewe unataka wewe usikilize. Mbona mimi naambia wewe kitu unataka kusikiliza sawa? unaoa ama uoi sawa. Mke wangu sasa. Anti, shida iko nini? Mbona apiki leo ama iko mgonjwa? Anti, anti, anti, kwani <coughs> shida <coughs> iko wapi leo? Iko mgonjwa? Mbona hajapika mpaka saa hii saa saba na nusu Jamani, ngakupikie wewe alafu nije nimwangalie bwana wangu eh? Mimi ndo ninakuwa housemaid wako? Kwa hiyo leo anti, unaongea nini bwana <laughs> usinishike mimi. Ngakupikia nini? Mimi ni mke mwenzako, ushanelewa? Alafu mimi ndo mke mgeni hapa, kwa hiyo nafa kukaa ndani nitulie. Ntawe wewe, nenda ukapike kule, achana na mimi. Umenielewa? Niko sawa, ninakwambia nenda ukapike, usinisumbue.

Mbona anakosea mimi ama watu washaroga yeye tayari? Anajua yeye ananisikiliza mimi kila kitu. Sahi hata hataki sikiliza, hataki kupika, hataki kuosha nyumba. Kwa nini? Shida iko wapi? Takuwa watu washaroga yeye. Huyu msichana haja kuwa hivyo walahi. Hey. Mbona anatia mimi wasiwasi mingi bana? Mke mwenzangu. Waria mahasa mimi unafanya nini sasa? Mke Mw mwenzangu, jamani, watu hawatendi hivyo. Unajua kuna kukosana na kuna mwenzako iletea mlikuwa siku vizuri. Mwenzako siwajua yale maisha mimi niliotokea. Mwenzako maisha alikuwa magumu. Bimi imbe, siye, maisha eh? Ongu, mimi kuuza maembe kule ilikuwa si maisha mazuri. Nikikaa vile peke yangu mimi huwa napata stress na nasikia ni siko sawa, yani huwa najisikia vibando maana nimereact vile. Naomba unisamee. Mimi ilikuwa najua tu wewe, mbona anafanya hivi, nami najua iko mzuri wewe mm. Sasa nakaa hapa nafikiria mbona hii anti anafanya hivi sasa naomba unisamee, mke mwenzangu. Mimi ninakutengenezea juisi hino ili uninuie radhi. Unisamee mwenzangu, tuishi kama zamani, tupendane. Yeah. Asante sana, mimi hata sina shida mimi, kama unisamea. Hata usijali i mantengezea mimi na kunywa, hata usijali wewe yeah, tulia kabisa ni mi kwamba nipate, hata usijali. Mimi hata nilikuwa nafikiria yeah. Iku, hata tu hiyo ni kitu ndogo, nasema mbona mabadilika, lakini hakuna shida, mimi hata kunywa juisi yako please. Please. Usinywe hiyo drink lakini bwanangu, mke wangu naomba nikueleze kila kitu uelewe vizuri. Unaniambia nini sasa? Mbona unakuanga na okay, mashida sana lakini mke wangu, unajua we umekuwa mbishi sana, so mimi nataka hichi kinywaji yeye anywe ndo uamini. Ichi kinywaji yeye ameweka kitu mundani ndani. Mimi namatangazia mimi, yes. Mbona unakuanga na fikra mbaya? Kimekuwa kitu hapa ndani. Acha kusingizia msichana ya wenyewe bana. Msijega kitu mimi, mbona wanione, mbona mimi na bana ngoni. Bana, acha kufanya hiyo maneno bana. Acha kitu. Ona ona, yoni dharau mimi. Mimi nilikuwa ninakwambia hii ndo asiite kizese mpaka yoni mwagie jinsi. Kunywa, kama ujaweka kitu. Nakwambia muache anywe ili uamini kama hajaweka kitu. Kunywa, kunywa kunywa, onyesha yeye kama wewe juice iko sawa. Mimi namshipa. No no no, no. Kunywa hii. Hey, lakini hiyo juice inaanga mshida na mshipa. Ah uh, mshipa imenishika sahi. <laughs> mke wangu, umeamini huyu mtu ameweka kitu hapa ndani, ndio maana hata. Oh, maona aje? Lakini bwana mimi nandia mimi nandia nini? first, nini? bahati nzuri nini? wewe si wakataa kwamba uliweka kitu? Nimemrecord hiyo. Audhu billahi minash shaitani rajim. Unataka kuniua msichana, ile mambo yote inakufanyia mimi huko. Usi wewe! Usi wewe! La ilaha illa Allah Muhammad Rasul. Mke wangu nakwambia, kila siku usimwamini mtu na kumpatia imani yako moja kwa moja. Angalia sasa, yule ambaye wewe wamwamini waniambia, huyu sijui mimi ana shida, tumsaidie. hali yake, wewe unataka kuniua mimi. Akia Mungu mimi? Kwanza umekuja na nguo ngapi? Nakumbuka natakuwa hiyo nguo yako natoka nje juice. Ah, wacha bwana yangu, wachana naye yeye, aende tu kukuwa, mke wangu. Wacha mimi iko na imani yangu. Wewe, toka hapa ama nikunde mbaya sana, unajua mi nakwanga na kitu mbaya. Toka ama nikuitia polisi, unajua hii ni mada ya

Imani yangu ndio imekutongea hivyo. Kwanza leo wewe si mke wangu kabisa. Na mimi nilioa kwa sababu ya wewe mke wangu. Unanitamani nani? Nani? Nani mume yako unaota? Please, please. Toka hapa. Wacha toka ama nikupea hii juice ukunywe. Najua nenda kulaza pale nikunyosha hii juice. Kama unataka kweli mimi ni mume wako kunywa hii juice. Haya kunywa hii juice. Kama unataka, ah toka. Out.